Leo tuko shule ya sekondari Mangamba ambapo tunafanya bonanza. Kama mnavyofahamu, TPDC ina wadau wengi, na lengo kubwa lilikuwa ni kujenga mahusiano mema kati ya TPDC na, na jamii kwa ajili ya kufanya oil and gas, uh, bonanza. Na hii inatokana kwamba tunaona kwamba uh, shule za sekondari ni wadau wetu wakubwa, lakini pia tunawatumia kama balozi, na isitoshe pia tunawatumia kama uh, uh, majirani, ni majirani wema tunafahamu kwamba miundombinu yetu inatoka mkoa wa kusini, kwa hiyo shule zote za Lindi na Mtwara za sekondari wao ni wadau. Kwa hiyo tunafanya hivi kwanza kujenga kudi, kudi, uhusiano mwema, lakini pia zaidi ya uhusiano mwema tunaofanya wao ni mabalozi. Lakini ikumbukwe miundombinu mi yetu inapita katika maeneo yao, kwa hiyo hawa pia ni walinzi. Kwa hiyo kwa kuwa ni walinzi, basi sisi hawa ni majirani, kwa sababu miradi yetu iko kule kwa hiyo nika, kimsingi ni katika kujenga mahusiano mema, lakini pia isiwe rahisi kubuniwa au kufanya chochote kwa sababu ya rasilimali tulionayo. Tunawapenda na ndio maana tuko hapa. Lengo kubwa la kufanya michezo na wanafunzi hawa, kwanza, michezo ni afya. Kwa hiyo katika afya tuna michezo mbalimbali. Uh, tuna mchezo wa mpira wa miguu, tuna mchezo wa mpira wa, ka, wa, wa, wa, wa pete kwa maana netball. Uh, watoto hawa pia watakimbia kwenye magunia watakimbiza kuku na atakayempata yule kuku, ina maana ni, ni halali yake, lakini tuna zawadi pia nyingi, tuna seti nzima ya zawadi ni nyingi, nyingi sana, lakini pia watapata madaftari watapata mabegi ya shule watapata chupa za maji. Ni vitu vingi ambavyo kimsingi vitawapa hamasa na kuendelea ku, ku, ku, kuwa mabalozi wetu wema katika shule ambazo tunazifanya. Kwangu mimi kwa haya mashindano ya kuku kwangu ilikuwa rahisi kwa sababu una uzoefu sio mara ya yeah, kwanza wala ya pili kufukuza kuku. Tunashukuru TPDC tungeomba maendeleo, maendeleo haya mashindano yawe endelevu, isiwe isi mwisho ndo hapa kwa sababu kuna wengine kwa haya mashindano, wengine wanaonyesha vipaji vyao mbalimbali kama, kama kufukuza kuku, kukimbia, kukimbia na magunia, mpira wa miguu, netball. Tunapenda yawe endelevu. Tumekuja hapa kuperform na tumeshinda hii game mpaka tunafika finali. Nimemwamini kijana wangu katika hatua za <coughs> kupiga mikoja ya penalti. Jamaa huyu jamaa nimebatiza jina anaitwa hoa. Huyu jamaa kokote atakaoonekana, huyu jamaa ana kipaji sana, huyu jamaa ana anakipaji sana eh. Maisha ni duni kwao huu jamaa anatafuta kumwezesha katika mpira kiukweli ama ah, jamaa si mara kwanza kwa kukutana nao, mara nyingi tu kukutana nao, lakini sema ambao tunapokutana napo tunakuta hatuaya tunatoka draw au tunafungana magoli kwa magoli. Ndio hivyo michezo kwanza inajenga undugu afya. Tumekuja hapa tumepata marafiki, michezo ni bora kwa wanafunzi, na sisi tunawashukuru sana TPDC Kwakutuwezesha ili bonanza. Mchezo bahati mbaya tumepoteza, baada ya mchezo ulikuwa mzuri. Mungu katujalia. Ndio hivyo tena, mchezo bahati mbaya tumepoteza. Ah, changamoto, changamoto kifupi hakuna, nasema ndio mapenati hayana mwenyewe. Ah, penati ni kawaida tu, tunacheza nao mara kwa mara, ni mistake tu kwanza kupata penati hiyo. Tu, tunawashukuru kwa kutuunganisha shule zote nne kwa kujuana maana bila wao si tusingojwa Msimbati wala Ziwani wala wageni wetu wengine. Tunashukuru sana waendelee kutujalia kila mwaka waweze kututembelea katika shule zetu. Ah, hii mechi ilikuwa ngumu na tunashukuru tumecheza tumefanikiwa kuchukua ubingwa na tunaomba ili shirika liendelee kuwa na hamasa kubwa kwenye michezo maana sisi wengine sisi ni vijana tunatondokea vijijini na tuna vipaji pia. Sasa tunaomba sana mje mtuwezeshe. Tutaiaidi kwa kuendeleza vitu au chanzo cha TPDC mfano, tutaenda tutafanya tua nyingi nyingi za kwenda Msimbati kwenda kufanya usafi tukiruhusiwa na kwenda kufanya mambo mengine na kupanda miti maeneo ambapo kuna majango.